Mlango wa kumi na moja. Na Athalia mama yake Ahazia alipoona ya kuwa mwanawe amekufa, akainuka, akawaharibu wazao wote wa kifalme. Ila Yehosheba binti wa mfalme Yehoramu, umbu lake Ahazia, akamtoa Yoashi mwana wa Ahazia, akamwiwa miongoni mwa hao wana wa wafalme waliouawa, yeye na mlezi wake, na kuwatia katika chumba cha kulala; wakamficha usoni pa Athalia, basi kwa hiyo hakuuawa alikuwa kwa pamoja naye amefichwa nyumbani mwa Bwana miaka sita, naye Athalia akaitawala nchi. Hata mwaka wa saba Yehoyada akatuma na kuwaleta wakuu wa mamia wa Wakari na wa walinzi, akawaleta kwake ndani ya nyumba ya Bwana, akapatana nao, akawaapisha nyumbani mwa Bwana, akawaonyesha huyo mwana wa mfalme. Akawaamuru akasema, hili ndilo neno mtakalolifanya Theluthi yenu mtakayoingia siku ya Sabato mtayalinda malinzi ya nyumba ya mfalme, na theluthi mtakuwapo mlangoni pasuri, na theluthi langoni nyuma ya walinzi; hivyo mtayalinda malinzi ya nyumba kuzuia watu wasiingie. Na sehemu mbili zenu, yaani wote watokao siku ya Sabato, mtayalinda malinzi ya nyumba ya Bwana kumzunguka mfalme; mtamzunguka mfalme pande zote kila mtu mwenye silaha zake mkononi, naye awa yeyote aingiaye ndani ya safu au wawe mkafuatane na mfalme akitoka na akiingia. Nao wakuu wa mamia wakafanya sawasawa na yote aliyowaamuru Yehoyada kuhani, wakawatoa kila mtu watu wake hao watakaoingia sabato nao watakaotoka sabato, wakaja kwa Yehoyada kuhani. Naye yule kuhani akawapa wakuu wa mamia mikuki na ngao zilizokuwa za mfalme Daudi zilizokuwamo nyumbani mwa Bwana. Walinzi wakasimama kila mtu na silaha zake mkononi, kutoka pembe ya kuume ya nyumba mpaka pembe ya kushoto ya nyumba, kando ya madhabahu na nyumba, wakimzunguka mfalme pande zote. Ndipo akamleta nje mwana wa mfalme, akamvika taji na kumpa ushuhuda, wakamfanya mfalme, wakamtia mafuta, wakapiga makofi, wakasema, mfalme na aishi. Na Athalia aliposikia sauti ya walinzi na ya watu, aliingia kwa watu nyumbani kwa Bwana. Akatazama na tazama, mfalme amesimama karibu na nguzo kama ilivyokuwa desturi, na wakuu na wapiga baragumu karibu na mfalme, na watu wote wa nchi wakafurahi, wakapiga baragumu. Ndipo Athalia akararua mavazi yake, akalia, fitina fitina! Naye Yehoyada kuhani akawaamuru wakuu wa mamia majemadari wa jeshi, akawaambia, mtoeni kati ya safu, na yeyote amfuataye muweni kwa upanga, kwani kuhani akasema, asiuawe nyumbani mwa Bwana. Basi wakampisha njia, akaenda kwa njia ya kuingia kwa farasi nyumbani mwa mfalme, akauawa huko. Kisha yehoyada akafanya mapatano kati ya Bwana na mfalme na watu ili wawe watu wa Bwana, tena kati ya mfalme na watu. Watu wote wa nchi wakaiendea nyumba ya Baali, wakaiangusha. madhabahu zake na sahamu zake wakazivunjavunja kabisa, na Matani kuhani wa Baali wakamuua mbele ya madhabahu. Na Yehoyada kuhani akawaweka maakida juu ya nyumba ya Bwana, akawatoa wakuu wa mamia na wakari na walinzi na watu wote wa nchi Wakamleta mfalme kushuka nyumbani mwa Bwana, wakaja kwa njia ya mlango wa walinzi mpaka nyumba ya mfalme, naye akakaa katika kiti cha enzi cha wafalme. Basi watu wote wa nchi wakafurahi na mji ukatulia, naye Athalia wakamuua kwa upanga karibu na nyumba ya mfalme. Yoashi alikuwa na umri wa miaka saba alipoanza kutawala.